Kufungwa tatu moja Almasri kafungwa kwa pena, lakini mpira alizikiwa sana. Lakini kuna timu ya Sesco Constantine, na kufanya tu mfano kuuliza Sesco Constantine ni wana nusu finali kwa mashirikisho. Hamna timu imenyanyasika uwanjani kama Constantine. Simba tangu 2018 mpaka hakuna mechi ambayo walicheza kwa mkapa wakapiga pasi nyingi kama dhidi ya Sesco Constantine pasi 38 hapo kapiga goli mbili City naona walitoa e, walionyesha vizuri, isipokuwa nao wakafanyia kazi. Ukicheza kwa low block unazuia kutokea chini, maanaake ukiwa unashambulia basi zile mara chache siende mmoja, ukiwa mmoja utabahatisha sana, kama ile alofunga mudasi dakika ishirini na mbili. Uwezi ukawa Simba kila mara uwe mmoja ite alafu ufunge ile moja, imetokea ilitakiwa wakienda basi wakomiti watu wa kutosha wakati wanashambulia ili waambulie chochote kwa hiyo mpango kazi huo sio mbaya sana kwa hiyo lako la mbia sita naona kama wako tayari kwa ajili ya ligi kuu ligi namba sita kwa ubora barani afrika ina pointi sabini na saba nukta tano tumezidiwa pointi tu tano, tano, tano. na ligi kuu ya tunisia ambao tunawafukuza simba wakiingia fainali sisi tunakuwa ligi bora namba tano barani afrika kwa mujibu wa taratibu za kaf sababu tunisia hawana mwakilishi sahihi walishabutuliwa na, na simba kwenye makundi Esperance tutaona na Mamelodi, mpinzani wetu kwenye viwango vya ubora ni Tunisia ambao anashika nafasi ya tano na 72.5. Sisi tuna 77.5. Simba wakitokea wakawatoa Stellenbosch tunakuwa na 82.5. Kama Tunisia utaratibu wa ka mkilingana pointi metoka kueleza aliyepata karibuni anakuwa juu, ko ligi yetu itapanda, itakuwa namba tano kwa ubora. Kwa hiyo Mbeya City wakipanda wajipange, wanakuja katika ligi ambayo ni katili, haina huruma. Ukikaa vizuri watu wanakushona 5 4 lakini wewe ukijipanga vizuri unashinda. kulikuwa na um, swali moja tu la la mwisho ndio e, Davis anaonekana amefanya rotation kubwa sana la wachezaji yeah. Uh, unafikiri hofu ilikuwa ni nini hasa ku, uh, kutokuweweka face 11 kwenye kikosi hiki cha leo? Hakuna hofu, kuna mambo kama matatu. Moja, hapo unaweza ukasema hofu ikajenga hoja vile vile, lakini la pili, rotation ni kawaida. Kwa nini hivi klabu inasajili wachezaji 30 wa baki bado hapo hujaongeza na wale wanaoruhusiwa kuwachomekea wa youth. Ni kwa sababu timu ambazo zinashiriki michuano mingi kama Simba wapate nafasi, hawa nao ni binadamu, umeshaona. Lakini la pili, competitiveness, ushindani, kama mchezaji wewe huyo kwenye shirikisho CAF, yeye anaanza kwenye Ligi Kuu Tanzania Bara, yeye anaanza kwenye kombe la shirikisho la benki CRDB, yeye anaanza, unajua kitakachotokea, ata relax kwamba sina mshindani. Lakini ile ile kwa nje una discourage. Unataka nini? Mpe nafasi akuonyeshe kwa hiyo majibu yako wazi ya ngo mengi kuhusiana kwa nini anafanya rotation, lakini Simba kama timu kubwa nyingi, hakuna nafasi ambayo anasajiliwa mchezaji wiki, wote wana ubora, ila bahati mbaya kwenye panga ya kikosi, mpira wa miguu huwa wanaanza wachezaji 11 wakikupa matokeo mara nyingi wanacheza wao. haimaanishi kwa mfano Duchu hana uwezo, kwa nani, kwa Shomari Kapombe, lakini mashine Shomari Kapombe kipo. Unaona mziki wake kwenye Ligi Kuu ni miongoni mwa wachezaji waliocheza muda mrefu ni beki mbili, sio lakini ndo hirizi ya, ya, ya mashambulizi ya Simba. Kwenye ligi kuna nakupa mfano. Kasafunga magoli matatu. Katoa assist tatu. Baada ya kupiga mashuti manane, matano on target, kasababisha penalty nne. Jumla kachangia magoli mangapi? Kumi. Au ya nisikia vizuri. Ni beki huyu. Sasa unafanyaje sasa? Mimi mpange. Lakini baadhi ya mechi ambazo mwingine anapata nafasi na mwanzisha kwenye kikosi bora cha Kafu. Kapombe yuko namba 2 performance ya 81. Ana 8.1. Simba imetoa wachezaji saba. Kapombe yuko nafanyaje kama kwenye kikosi bora cha Afrika cha CAF kwenye raundi ya yaani, ule unaita mkondo wa pili wa kufuzu kwa nusu fainali, nimeweka vizuri, sijui ni mechi za robo fainali, na ile ya kwanza ya pili, hii ya pili, wachezaji bora 11 saba, baadhi ya vyanzo vinawatoa Simba, Kapombe yupo, uendo kocha kama kwenye kafu ndio anapata nalo, wewe unafanyaje kama mzima Kapombe.

Kwa hiyo nje anaona nikipona ni kazi kwa sababu ule mwamba yule anaweza kachukua namba, jumla ni ushindani ambao mish wa siku unaleta matunda chanya kwa timu. Akapata kadi nyekundu, dakika 35 wanacheza na Orlando Pirates. Unajua Orlando Pirates ni timu bora hivi sasa kule Afrika Kusini. Hivi sasa ipo hatua ya nusu fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wanacheza na Stellenbosch. Dakika thelathini na tano wamepewa kadi nyekundu, unategemea nini basi? Wao kitendo cha kupungua, wana uwezo mkubwa sana wa kuweka mbinyu nyuma, wewe baki na mpira ufungi. Walimiliki mpira asilimia 71 Orlando Pirates, mechi imeisha bila bila. Nimekupa tabia tofauti tofauti za Stellenbosch namna wanapomiliki mpira lakini wanakuwa hatari sana wanapozuia zaidi, kwa sababu wanaminya wao upate nafasi. Walikandwa goli nane na Sbarkani kwa sababu waliachiwa wamiliki kuingia kwenye kuhengi mtego. Walifungwa mbili bila na Stade Malien kwa sababu walimiliki mpira kwa asilimia sitini na nne, walifunga waliifunga Zamalek kwa sababu, zipo sababu nyingi, bali usichukue tu kwamba hili ndio, sababu nyingi. Mojawapo ni kwamba wao ukimiliki zaidi mpira halafu huna umakini katika kuzuia mipira ya kushtukiza ndo wanafurugu. Wakimiliki wao huwa wanazichago kuja ku unlock ukuta wenu, nimeeleza kwa k. Kwa hiyo kwa ufupi tu ni kwamba Fadlu Davids, sababu anawajua vizuri Yaani, mbali na mambo yoyote, kwanza Simba wana wachezaji wa ubora katika nafasi nyingi, ndio maana wachezaji saba kwa kikosi bora wa, lakini Fab Davis ndio mtaji. Naamini kwa kile alichokifanya dhidi ya Stellenbosch wakati akiwa na timu kimeo ya Maritzburg, sasa hivi yupo katika timu bora namba 4 kwa ubora barani Afrika. Simba sasa hivi akiwa tayari ameweka rekodi nyingine, yeye ndo aliwaonea sana timu kutoka ukanda wa kaskazini, Itihad Shamal, Ifriqiya, Al-Qurat Al-Qadar, timu kufunga tu makundi kwa kupiga Al Ahli Tripoli tatu moja kwa Mkapa kwenye makundi, kacheza na ses Faction ya Tunisia kampiga mbili moja kwa Mkapa kwenye makundi, kacheza na ses Constantine faksh..., eh, kawapiga mbili bila kwa Mkapa robo fainali kapiga kwa penalti almasi. Kwa hiyo ana nguvu kubwa ya kisaikolojia anajua namna ya kucheza naamini, mambo yakienda vizuri wanaweza wakashinda, ingawa mpira wa miguu ni dakika tisini. Lazima kuwaheshimu Stellenbosch, na sababu mojawapo ya kupata matokeo bora itakuwa ni pamoja na kujituma mwanzo mwisho, kama walivyoonyesha katika hizo mechi zilizopita. Mwisho wa siku Simba watafurahi, Tanzania wanaweza kufurahi pindi kucheza karakta zao vizuri katika mechi hizi.